Hello. Karibu sana. Hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea elimu hii hapa, ni jinsi gani unaweza ukapunguza matumizi ya MB au ya data kwenye simu yako wakati unatumia application ya mtandao wa Instagram. Hii ni njia rahisi sana ambayo itakusaidia. Kuna wakati unaweza ukaingia kwenye application yako ya mtandao wa Instagram, ukaangalia baadhi ya video chache tu, mara unashangaa MB zako zimekata, mpaka unashangaa jamani, hapa nimefanya nini hapa? Au labda mtandao wa Yasi unaniibia, au wa Airtel, au wa Voda? Kumbe hawakuibii ndugu yangu, ni tu hujajua jinsi ya kufanya ili MB zisiwe zinaisha Hebu tuende pamoja, ili uweze kujipatia elimu hii. Na kukumbusha, kama wewe ndo mara ya kwanza kufuatilia channel hii ya Shayia TV, angalia chini ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo ili usionapitwa na elimu. Bila kupoteza taimu, bila kupoteza muda, hebu tuende pamoja. Kitu cha kwanza utawasha data zako, baada ya hapo utaingia kwenye application ya mtandao wa Instagram kama mimi hivi, utaibonyeza hapo, uta touch au uta click, tasubiri kafunguke ako ka app sasa. Baada ya kufunguka, sasa ngoja ni kuonyesha sehemu ambayo utabonyeza au sehemu ambayo uta touch au uta click, ili ya mbii zako zisio zinakata ovyo Umeiona hiyo sehemu niliyoelekezea hapo, ina kamshala kanaelekea juu na kingine kanaelekea chini. Hii sehemu utai, utaigusa hapo, yaani utagusa kama mimi hivi, takwambia data service off, kwa kuwa mimi nilikuwa nimewashaga oni sasa ndo maana nimefanya hivi. Sasa sasa hivi kama ndo hujawahi kufanya kitu chochote sasa, yani wewe, kwa kuwa hujawahi kuwasha hiyo sehemu inatakiwa uwashe sasa. Nami nimesha turn off, yani maana yake nimefunga hiyo data seva, ngoje niwashe ili uone. Umeona ama neno nilioandika hapo, maana maana yake video, ubora wa video zitakuwa zimeimarishwa. Lakini vile vile wamesema unaweza uka unaweza ukafunga muda wote, maana yako unaweza ukatoa kama, ukitaka sasa unaweza ukatoa, maana kama unataka MB zako ziishe kwa haraka. Sasa unaweza uka unaweza ukatani au unaweza ukafunga sasa hiyo sehemu sa. Kwa hiyo nikishafanya hivi paka hapa, maana yake nikiangalia video mbalimbali, hata MB zangu hazizikaisha kwa haraka hata kidogo. Umeona. Basi umeona, ni njia rahisi sana, na sidhani kama unaweza ka ukashindwa kufanya hivi Kosabu, kwa sababu nimeelekeza kwa upole tena kwa utaratibu na nimeenda taratibu taratibu kabisa. Nakukumbusha kama umeipenda video hii, unaweza ukagusa sehemu ya like, alafu unaweza ukakomenti hapo chini hapo alafu cha muhimu zaidi, husisau kusbsribe ili husionapitwa na elimu ambazo wanazitoa kwenye chaneli hii ya Shia TV na kutakia siku njema.